Minataqwa. Hakika jambo hilo la kutekeleza sala misikitini kwa jamaa ni katika uchamungu, allati min ajliha shuri'a asiyam, uchamungu ambao kwa sababu yake imefaridhishwa saum, imefaridhishwa saum.

ni kinga. Naam, ittikhadhu bainaka wa baina adhabi llahi wiqaya, kuika baina yako na baina ya adhabu ya Allah, kinga, ngao ndiyo taqwa. Sasa ibada ya sawm imefaradhishwa ili tuwekewe kinga inayotukinga na adhabu ya moto, taqwa na kuswali swala za jamaa misikitini ndiyo takwa, ndiyo uchamungu unapatikana huko, ndio hiyo kinga inapatikana hapo. Wafuridha ala lumma, ikafaridhishwa juu ya umma swala ni ibada ya saumu. Wa idhaatu salah, na kupoteza swala Kutosali munafin litakwa au munafi? Naam, litakwa. Naam, inapingana kabisa na takwa, kuipoteza swala na kutosali, hili jambo linapingana na takwa, wa mujibun liluquba

huwa manyati baada ambaye anakuja baada ya mwingine aliyepita akaja baada yake anaitwa khalifa. Hivyo khalaf min baadihi, baada ya watu wema waliotangulia wakaja watu wengine baada ya watu wema waliotangulia wakaja watu wengine, adhau sala au watu wakawa walipoteza sala, hawaswali wattabau shahawat, wakafuata shahawati na shahawati hapa yanaingia mambo mengi yale ambayo yanayokupelekea ukaacha kusali, nitwa shahawati na matamanio ya nafsi. Nafsi inakwambia usiende kusali, kwanza shughulikia jambo hili, au fanya hivi, fanya kadha, fanya kadha Hizo ni shahawati na matamanio ya nafsi. Hao watakuja kuingia motoni, hao watu ambao wamepoteza ibada ya swala ikawa hawaswali, watakuja ku